Hello guys, karibuni sana kwenye Maarifa Hub, jukwaa la maarifa, elimu na maendeleo. Hapa tunajifunza kwa pamoja ili kufikia maisha bora. Maisha yenye maono, maisha yenye msukumo wa kweli kabisa. Leo tunaingia kwenye mada ya kwanza msimu huu. Kujitambua na kujiamini katika maisha. Nini maana ya kujitambua? Kujitambua ni kule kuelewa wewe ni nani, unataka nini na kwa nini unakitaka. Ni kutambua hisia zako, uwezo wako, mapungufu yako na malengo yako. Nini maana ya kujiamini? Kujiamini mara zote huanza baada ya kujitambua. Pindi utakapojitambua ndipo utakapoanza kujua thamani yako hasa ni ipi, na pindi utakapojua thamani yako, hautatarajia kuona mtu yoyote ule ana kuonia huruma. Utasimama kama mtu aliye na mwelekeo, mtu mwenye msimamo. Kujiamini wala si majigambo kama wanavyosema, bali kujiamini ni imani ya ndani kuwa unaweza kukua, unaweza kujifunza, unaweza kushinda. Hatua za kujitambua. Leo nimekuandalia hatua nne za kujitambua. Hatua ya kwanza, tenga muda wa kutafakari. Tafuta sehemu yenye utulivi na ukimya, niulize maswali: ninapenda nini? ninaogopa nini? Hatua ya pili, andika hisia zako. Andika hisia zako, fanya journaling. Journaling ni njia bora ya kujiweka wazi mbele yako mwenyewe. Hivyo andika hisia zako na ujiweke wazi mbele yako mwenyewe. Hatua ya tatu, pokea maoni, sikiliza watu watu wa karibu yako, wanaokujua, marafiki zako, wazazi wako, hata walimu wako, pia wasikilize na usikilize maoni yao walionayo kuhusu wewe. Hatua yetu ya yani nne na mwisho kwa leo, jipe nafasi ya kujifunza. Soma vitabu, sikiliza podcast, tafuta maarifa kila siku. Leo tumegusa msingi mkubwa wa mafanikio ya mtu binafsi: kujitambua na kujiamini. Kumbuka, hakuna mwingine anayeweza kukutambua kuliko wewe mwenyewe. Usikubali dunia ikudufana jitambue, jiwekee malengo na usimame kama mtu aliye huru. Asante kwa kusikiliza Maarifa Hub. Usisahau kushare, kufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii tutaonana tena Ijumaa kwa kipindi kingine chenye mafunzo ya kiroho na maadili. Mpaka wakati huo, endelea kuishi kwa maarifa.